Unaona hiki kiatu kina uwezo hata wa kupaa mwanangu ah -ah. Ah, kinapaaje kiatu? Nimesahau remote yake lakini hiki kiatu kina uwezo wa kupaa. Kiatu elfu ishirini hapa Sweden, kila kitu. Yaani kutoka kula hadi hapa imekuwa tu elfu ishirini hapa ovyo ovyo yani. Mimi chakula changu mimi nakula kwenye hoteli. Wewe uliza si chakula hata hapa. Kwa hiyo kwa hiyo chakula chako hauli chakula ambacho mimi... ah, kinapikwa hapa Sweden au vipi? Okay. Okay. Oh, una, una chochote cha kujifunza kwa wasanii hapa Sweden? Hapana. Wala sasa waanze sasa kujifunza kutoka kwangu. Hey, ndugu watazamaji karibuni kwenye Mifa TV. Eh, mimi ni William, na hapa unakwenda kumuona bro, unaitwa nani me? Kwa majina naitwa Swaga Boy. Eh, vipi habari yako? Uko fresh? Yeah, yeah. Kila kitu kipo Popo, yani. Oh, so Swaga Boy, Swaga Boy ni, ni mtu mtulivu yani, eh, kwa vitu nafanya, hmm. Natoa muziki lakini japokuwa sijatoa muziki, japo, muziki sana, nimetoa muziki moja eh, kwa hiyo ni msanii kabisa. Eh, so Swaga Boy, umetokea nchi gani? Mimi nimetokea Tanzania. Hapa ume, umekuja ku, kukiwasha Sweden? Eh, nimekuja kuchangamsha game la Sweden, nimeona limepoa. Eh, sasa mimi nataka sana uh, eh, kwa hiyo hapa kwa eh, ume, umeishi miaka mingapi hapa Sweden hivi? Nataka eneza, miaka minne. Ni ngoma gani hiyo ambayo umetoa inaitwaje? Ah, ngoma unaweza tu ukaandika mapenzi hatari, ukiandika Swaga Boy mapenzi ngoma itakuja. Ni aina gani ya ngoma? Mapiano. Mapiano ni ngoma inazungumzia mahusiano, Swaga Boy. Okay. Yeah. Ametoa ngoma yake inaitwa nini, usema inayoitwa mapenzi mapenzi. E, ina mapenzi. Unaweza kwenda kwenye YouTube channel yake ya Swaga Boy Swaga Boy, utakwenda kule utacheki ngoma utaona hiyo hiyo ngoma yake. Na ina ujumbe gani? Kwa maana amesema ni, ni mapenzi inaitwa hivyo. So Swaga Boy hapa ni unaona, kuna, kuna msanii kabisa wa kushindana na wewe au, hapa kwa gisi ninavyoona, mm -hmm naona Sweden, boy, anakuja kidogo kidogo, lakini sijui si, kama anaweza kafikia mtu wangu kwa sababu hivi tarehe kumi na tatu kunaachwa ngoma ambayo inaitwa ngoma. Wasanii wetu wa Kiafrika hakuna hata mmoja mwana anajitahidi wasaniwe, Afrika, huh? umoje, yani utoa tu Sweden boy nakuja moto kidogo, lakini naye ndio hivyo. Nakuja mzimisha siku hizi tu, nanzimisha. Una mfahamu jaoskuchafs huyo? ah, nafadilia kidogo, sio mingi eh. vipi vipi, king machine na mwenyewe kwa maana ah. Ule, ule jamani, hatari ngoma zake ni kali ah, ngoma zake ni kali, lakini mimi sijaona mtu akunizidi kwa kweli. Ho una huna chochote cha kujifunza kwa wasanii hapa Sweden. Hapana. Wala sasa waanze wa kujifunza kutoka kwangu. Waanze kujifunza kutoka kwangu. Mm -hmm. Kwenye kuimba, kwenye kuvaa. Kwenye kuimba yani. na kuvaa Hmm. Yani video zangu zitaanza kuonekana video, vio video fulani yani video eh video yani hazikujifikiwa na wasanii wote. Kwa hiyo ulisema ngoma yako utatoa lini? Inatoka tarehe 13 mwezi wa 6 tatu. Eh. Mweziu, me, Um, e bani, e, Swagaboy anasema kuwa tarehe kumi na tatu usema eh, tarehe kumi na tatu atachia ngoma yake um, mwezi ujao mwezi wa, wa sita. So itaitwa je ngoma yake? Sheri, sheri. E, ata, atachia ngoma ya Sheri. So jamaa, jamaa anataka supporti kutoka. Uambie e, chochote watazamaji wa TV wa kupatia supporti. Aa, nataka supporti, wa subscribe. uh -huh. Eh, wazidi kushare ngoma kwa sababu ngoma ni kali. hmm. Yani inatakiwa supporti iwe mingi kabisa ndio, ndio, yeah. Inatakiwa tuzidi kusupport vipaji ambavyo tunavipata pa Sweden, na majama kama hao ndio wanatakiwa support kubwa, ili waendelee kufanya kitu kizuri siku hadi siku. Tunataka hapa hapa tufanyie drip check. Aha, so kuna zaga zaga fulani fulani umetukia kichwani yani, yeah. kama hiyo 2015 hivi. Ndio maana na wasanii wa hapa mimi nimevuka, nimevuka kwa hiyo hapo sikua ulifika kwa hizi Ah hizi mimi nimenunua nimeagiza kutoka Amerika kwa sababu kuna mshikaji wangu mwana anaishi kule. Au kazaka tu umetoa Amerika au si? Mimi si nunui vitu vya vya hivi hivi hivi vya vyovyo, hapana. Vitu vyangu vinatokea Marekani, Dubai vya hivi Ebani, kama unavyomona Swaga Boy, yaani jina lake lenyewe linajieleza, Swaga Boy. Kwa hiyo kakitukakeaka ka, ka, ka, ka, ambako amefunga kichwani, kametoka Marekani. bei gani hapo aka hmm? Kwa gisi v nimeagiza, wameniambia tu itakuwa mia tano ya hapa, yaani kusafirisha na kila kitu, yani kama dola hamsini. Ehe, ebani hii hapa juu ni dola hamsini e... Jaketi hii hapa, hii jaketi nisikie kwa sababu umepoa bwana. Yani ulivyo, ulivyo hivi, kawaida yangu, kawaida. Hivi ni vitu yangu. Yani ndio maana naitwa Swaga Boy. Unaona? Yani jina linanifanana tu. Kweli bro, umepoa sana. Jaketi ya ganya. Hii jaketi nisidanganye nimetununua baba yangu anaishi Marekani kwa, sijui sasa amenunua ngapi. Yani kiufupi tuseme wewe ni mtu ambaye unaishi Sweden lakini lakini vitu vinatoka Marekani. Achia kula, mimi sikuli sikuli hapa ovyo ovyo yani. Mi chakula changu mimi nakula kwenye hoteli waulii chakula hata hapa. Kwa hiyo kwa hiyo chakula chako hauli chakula ambacho kinapikwa kwa Sweden. Mimi nakula chakula cha hapa Sweden, lakini sio hichi chakula cha Waswahili, Swahili hapana hapa. Kweli? Ah, kumbe mwanangu mm. Umepoa sana. Nimepoa sana. Bei yake ni bei gani? Nini? Hii hapa jacket. Hii jacket sikumuuliza aka baba lakini navyohisi hii jacket ni ya bei nyingi. Okay, ya ndani, yeah, aka nimekanunua tu. Nimekanunulia hapa Sweden aka, nok nimenunulia tu hapa Sweden. Nimekanunulia Sweden kwa sababu baba ameagiza hii akashindwa kuagiza haka, hizi zimetoka kwa baba, hizi zimenunua hela nyingi sana, na dola elfu moja najua Swaga boy ataki vitu vya kupoa, ni msanii ambaye anataka swaga na ni msanii ambaye ana spend pesa zake kununua yeah, vitu vya samani ba, sijawahi kuona, yani kukutana na mtu kama huyu hapa, na naamini vitu ambavyo anatuletea hapa Sweden vitakuwa vitu tofauti sana tofauti. E, bro, suruali yako hiyo. Hem, Hii suruali ni mia saba hapa Sweden, mia saba, saba, saba. Mm. saba ni kuna mkanda Mesi ee, Dubai? Zimetokea ba vitu vyako kweli, havitoki hapa mkanda. Hii Dubai imeagiza kutoa kule, imekuwa elfu ishirini hapa Sweden, kila kitu Yaani, kutoka kule hadi hapa imekuwa tu elfu ishirini kwa... eh imekuwa tu elfu ishirini kwangu, hela ndogo sana eh bana, elfu ishirini mwanangu. Ndio maana wasanii wa Sweden waige kutoka kwangu, yani vitu vingi waige kutoka kwangu. Kwa hiyo eh bana watazamaji, elfu ishirini hapa Sweden ni sawa na na, na dola elfu mbili mzee. Kwa hiyo mkanda tu mkanda, wamo usiwone una madiamond sana, kwa hiyo ni elfu mbili Umetoka Dubai, I see. Dubai kwa eh, suruali usema bei gani? Mia saba. Mia saba. Ah, okay. Eh, kiatu je? Mm, zoom kiatu. Bei gani hicho kiatu? Unaona hiki kiatu kina uwezo hata kukupaa. Ah ah. Ah mwanangu, kinapaaje kiatu? Hiki kiatu kinapaaje? Kiatu nimesahau remote yake, lakini hiki kiatu kina uwezo kukupaa. Kiatu kina remote? Mm, kina remote. Kina uwezo wa kupaa. Kamera wani, mm zoom kwa eh eh mm, pandisha pandisha aone kabisa. Kina uwezo wa kupaa. Em geuza na kwa pembeni tu. Mtaweza kwanza na kupembelea aone. Ewa ni, kinavaaje? Kwa hiyo ukiwa na remote, unafanyaje hapo mpaka? Yaani kiki hato, nikiwa na remote nakibonyeza tu kinatoa kwa mioshi, akipaidi, akipaidi, yaani akipaidi, kinatoa kwa mioshi. Mtashangaa sipo tena. Ah, mwanangu wao unatupigia. Hapana, hapana. Hii hivi vitu ya ukweli. Kwa hiyo unapotea au au inakuwaje? Ah, sio kupotea, hivyo napaa, alafu nikitaka hata kushuka hata ashuka. Mwanangu, wenu sana, yeah. Eba ni saa hiyo. Watu wote kama mnavyoona, hizi saa hizi zinapatikana wapi? Hii saa nimeagiza Dubai, pamoja na hii, unaona? So, kama vinaendana. Umeagiza no, so, yeah. na mkanda usio yeah, no. Bei, be, be moja, vyote vimekuja kwa hiyo hiyo bei, kwa hiyo ah, vyote kwa ujumla ilikuwa ilikuwa ni sawa na dola elfu mbili.

A mi sijui sana mambo ya masimu ila we kama unajua mambo mambo ya simu simu nini, simu yake hapo iPhone 14 macho matatu, alinunua 2023 na alinunua kwa bei 10,000 tu, sina cha kuongezea hapo. Eh, wazidi kunifuatilia Swaga Boy kwenye YouTube, waandike Swaga Boy. Kuna ngoma inatoka tarehe kumi na tatu wazidi kunifuatilia you know. Vitu vitu vitu vikali, yani mimi uh -huh. Ni eh, yani mtu akitofauti sana wasanii wa hapa, natakiwa niije. Yani mimi sio mtu wa kujitapatapa sana, yani nionekane hapa. Eh, eh, tu nimesema kwa sababu umeniuliza, unaona uh -huh. Nimeonani uh -huh vizuri vizu sana kwa kwa kusikia hivi. Asante sana kwa interview. Mtangazaji wako ni William AB Sample Latin aka Money Magnet, ni baba sita wa mama sita, wote unawafahamu my azbend, na nyuma kamera yupo yesta, eh moni.